Kwa pamoja, kupitia, mdhibiti, uvienu, kama, ili kwa pamoja tuweze kupitia na kujadili taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za halmashauri yenu zinazoishia tarehe 30 Juni 2024 kama ilivyoagizwa. Mheshimiwa Mstahiki Meya, nichukue fursa hii pia kuipongeza manispaa Iringa kwa kupata hati safi ya ukaguzi kwa hesabu zinazoishia tarehe 30 Juni. Mheshimiwa, tm matokeo haya ni ishara ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Kamati ya Ulinzi na usalama wa wilaya, Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa madiwani na watendaji wa halmashauri chini ya usimamizi wa Chama cha Mapinduzi. Sambamba na maelekezo hayo, halmashauri ya Manispaa ya Iringa toa kutekeleza mambo yafuatayo moja: kuhakikisha kuwa hoja na mapendekezo yaliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hesabu za mwaka 2023/24 hoja za miaka ya nyuma na maagizo yaliyotolewa na kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali za mitaa la yanafanyiwa kazi ipasavyo. Kwa, kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hesabu zinazoishia 30 Juni 2024, Halmashauri yenu iko na jumla ya hoja 57. Aidha, ilikuwa na maagizo tisa yaliyotolewa na kamati ya kudumu ya bunge ya sasa za serikali za mitaa ya yaani nela. Hata hivyo, nimeelezwa kuwa halmashauri yenu imeweza kufanyia kazi kwa sababu maagizo mawili na hoja 15 ambazo zimehakikiwa na kufungwa. Naagiza kuwa halmashauri ifanyie kazi haraka maagizo saba yaliyopo na hoja zote 42 zilizobaki kwa majibu yake ya wasilisho kwa mkaguzi wa nje wa mkoa kwa ajili ya uhakiki hilo eizi ziweze kufungwa mbili, kuhakikisha kuwa halmashauri inasimamia mali zake zote. Kama mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali 4 imeonyesha kuwa halmashauri yenu ina magari kumi, kumi hivyo na mbili kumi hayajatengenezwa ama hayatembei, hivyo naitaka halmashauri ihakikishe inafanyia matengenezo magari yote kumi haraka ili kuepuka wizi au upotevu wa sehemu za mali hizo moja. Hii imejirudia kwa miaka mitatu mfululizo. Hali inaonyesha kuwa halmashauri inasema inashindwa kusimamia mali zake kamili. Tatu, halmashauri ihakikishe kuwa mchakato ya manunuzi inafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za ununuzi taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wasaa serikali 2324 inaonyesha a kwa baadhi ya manunuzi ya bidhaa na huduma hizo ilizonunuliwa zaidi, zaidi, zaidi mwaka, manunuzi, manunuzi, ya mpango wa mwaka wa manunuzi yenye thamani ya shilingi milioni 88 a93 99 jambo ambalo ni kinyume na kanuni ya 693 ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 kuhakikisha kuwa halmashauri inatenga fedha kwa ajili ya uonyeshaji wa ofisi za mtaa kwani, kwa, kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali ya 2024 inaonyesha kutokuwepo kwa mpango wa bajeti ya gharama ya kuendesha ofisi katika idara ya utawala wa mtaa kiasi cha shilingi milioni mia moja hamsini na tatu nukta sita. Jambo hili lisijirudie tena, kwani inasababisha ofisi za mitaa kushindwa kutekeleza shughuli zao za kikamilifu kwa wakazi wa eneo husika. Halmashauri yakikishe kuwa inaweka kipaumbele cha kumaliza ujenzi wa stendi ya Igumbilo ili kuongeza mapato na kuboresha utoaji wa huduma kwa ajilia kutuanzisha miradi mipya kabla ya kukamilisha mradi huu. Taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2023/2024 inaonyesha kuwa mradi wa stendi ya mabasi ya Igumbilo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.35 kwa ajili ya uzalishaji wa mapato umetelekezwa. Fanya ufuatiliaji kwa mara kwa mara kwa fedha zinazokopeshwa kwenye vikundi zinazotokana na fedha za mfuko wa maendeleo ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu ili wadaiwa au wakopeshwaji hawa waweze kufanya marejesho kwa wakati na stahiki. Taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mwaka ishirini na tatu ishirini na nne inaonesha kuwa jumla ya shilingi mia saba sitini na tisa nukta tatu hazijarejeshwa kutoka kwenye vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu vilivyokopeshwa fedha hizo. Fedha hizo zirejeshwa mara moja ili kuwezesha vikundi vingi zaidi kuweza kuendelea kukopeshwa kupitia mfumo huo. Ninawasihi waheshimiwa madiwani kushiriki kikamilifu katika ufuatiliaji wa urejeshaji wa fedha hizo, kwani vikundi vingi vilivyokopeshwa vipo kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mtakimea, kwenye eneo la miradi naitaka halmashauri iongeze nguvu zaidi simamiza miradi ya maendeleo . Taarifa mdhibiti imebainisha kuweko shughuli ambazo hajatekelezwa katika miradi sita ya maendeleo kiasi cha shilingi bilioni 1.3. Inaagiza kuwa halmashauri hakikishe inapeleka fedha kwa ajili ya umalizaji wa miradi hiyo, pia kutoanzisha miradi mipya kabla kukamilisha miradi hiyo mikoro. pamoja na hayo halmashauri hakikishe kuwa inaingia mikataba ya ujenzi na wakanasi wenye uwezo na endapo miradi hiyo inatumia force account basi itumia mafundi wenye sifa na wenye uwezo ili miradi ya halmashauri iweze kutekelezwa kikamilifu kwa wakati na kwa ubora unaostahili, nao watafuta mafundi kwa manufaa yao na pasipo kuzingatia sheria na kanuni za manunuzi ya umma. Nasistiza pia kuwa mikataba iliyoingiwa kati ya halmashauri na wakandarasi iandaliwe vizuri na kusimamia ipasavyo utekelezaji wake. Vile vile, fedha zote zinazotolewa na kupokelewa kwa ajili shin no ya miradi zitumika kutekeleza miradi iliyokusudiwa. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwa mujibu wa takwimu zilizopo katika ofisi yangu ilikuwa alifika mwezi Mei 25 Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imeweza kukusanya shilingi bilioni saba ama ni sawa na asilimia tano ya lengo la kukusanya bilioni nane kwa mwaka huu wa 24/25. Kimsingi mwenendo huo wa ukusanyaji wa mapato ndani hauridhishi. Agizo langu kwenu kuwa halmashauri yaakikishe kuwa inakusanya shilingi milioni moja nukta mbili ambapo bado hayajakusanywa ili kufikia lengo iliyowekwa kabla ya kufika Juni thelathini elfu mbili na ishirini na tano Mheshimiwa msaijimea niwakumbushe na kuwasistiza jua mungu zingatia matumizi sahihi ya sheria, kanuni, taratibu na miongozo na maelekezo yaotolewa mara kwa mara na serikali, atakusimamia na kutumia rasilimali za halmashauri kuweza matumizi sahihi ya rasilimali zote wananchi. Aidha, naagiza kuwa hatua za kinidhamu na kisheria zichukuliwe dhidi ya wa watumishi wote ambao wamebainika kuhusika na mtendo wa ubadhirifu wa rasilimali au fedha za umma na wale ambao kutokana na uzembe wao wamesababisha kupata hoja zisizo za lazima. Mheshimiwa ma, mwisho kabisa niseme sababu kubwa inayochangia kuwepo kwa hoja nyingi za ukaguzi kila mwaka kutokana na kuwepo kwa udhaifu mkubwa wa mfumo wa udhibiti wa ndani katika halmashauri. Hivyo, ili halmashauri iweze kuwa na mfumo bora na imara ya udhibiti ya ndani inayokusudiwa kulinda, kusimamia pasavu matumizi sahihi ya rasilimali za mapato ya halmashauri, na naagiza menejimenti ya halmashauri yaikishe kuwa inakamilisha kitengo kite, chake cha ukaguzi wa, wa ndani kwa kuiwezesha kuwa na wataalamu wa kutosha na kutendea kazi za kutosha ili kuweza kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa wakati na kwa ukamilifu unaostahili. Kuimarika kwa mifumo ya udhibiti wa ndani kusaidia amasha kuepuka hoja za ukaguzi sio kwa za lazima ambazo zotolewa kila mwaka. Mheshimiwa msaikmea, pamoja na yote naomba nichukue nafasi hii, inawezekana leo kama na yangu ya mwisho kuongea na baraza hili sababu najua linaufungwa tarehe kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa mliofanya hasa katika miradi ya shule zile za za za, za, za, za shule za msingi ambazo ni za kutoza pesa kwa watu wenye uwezo. Mmefanya vizuri sana shule hizi. Maelekezo yangu, naomba niwashauri msikompromise kwenye kutafuta walimu tafuteni walimu kokote waliko duniani ili ziwe shule bora, zikuwa shule bora, mwe na hakika wazazi wengi kutoka Iringa na nje ya Iringa wataleta watoto wao. Kwenye hili niwapongeze kwa kuonesha jengo la uwekezaji. Ni matarajio yangu jengo hilo litaisha kwa wakati, ili tuweze kuwasaidia kuongeza kwa mapato kwenye halmashauri pia niwapongeze kwa usafi wa mazingira. Miaka mitano manispaa yetu imeendelea kuwa kati ya tatu bora kwenye kazi ya usafi. Matarajio yangu tuendeleze kacha hii ya usafi ili watu wote wajue Iringa maana yake ni usafi. Kwa kazi hii naomba muendelee kuifanya. Pili, niwapongeze kwa kuendelea kuongeza mapato ya halmashauri, na kwenye hili naombeni msirudi nyuma sana kwa kufanya vizuri kwenye elimu msingi sekondari na kidato cha tano. Lakini pia niwapongeze sana kwa kuweza kuongeza kwa fedha kwa ajili ya kwa kuwakopesha zile asilimia kumi kuza kina mama kwa wanawake. Lakini pia niwaombe sasa, kuongeza fedha ni jambo jingine, hakikisheni fedha hizo mnazowakopesha zinarudi Mwisho nawiso kwa umuhimu, miaka mitano imekwisha. Matumaini yangu wote mnaenda kwenye uchaguzi, nichukue nafasi hii kuwatakia kila leneo, lakini mwe na hakika mtapanda mchoguni. kama ulifanya vizuri, nahakika utachaguliwa tena, kama ukufanya vizuri hilo ni jukumu lako, tunakuachia. Kwa mimi lakini, nawatakia kila la heri kwenye huo uchaguzi wenu, na mimi ningetamani kwa mafanikio haya ambayo yametokea kwenye manasiba yetu ambao wenyewe ndio sababu, basi myatumie mafanikio haya kuleta ushindi wetu, myatumie mafanikio haya kuleta ushindi wa chama cha